a vizuri kwa sababu mie naamini ni haki ya kwenda kusikiliza kesi mahakamani. Tuna ruhusa hiyo, na kama waliona vinginevyo wangeweka utaratibu sahihi, lakini sio hawafenyanya uh, sana kutishiana na mambo kama hayo. Tusingependa kujenga demokrasia ya namna hiyo. awapesa wanasema kidogo